Jamani, vituko na vimbwengi. Birthday ya mara ishafika na hii video nimwekeeni baadhi ya masta wajuakali walivotokelezea ni vituko kwenye hii birthday ya mara. Okay, dress code kwanza ilikuwa hivi, kwanza tuanze na theme ya birthday. Theme ya birthday ilikuwa under the sea, yani inahitaji kama vile under the sea huko ndani ya maji kwa kama mermaid flani samaki nini, ushaelewa hivyo hiyo ndio theme ya birthday yani mambo ya bahari bahari samaki samaki hivi okay. Sasa tuende kwenye dress code ambayo ilitakiwa, anatakiwa mtu avae, watu wazima walitakiwa, wanatakiwa kuvaa white na baby girls wanavaa pink na baby boys wanavaa blue, kwa sababu hii ni bathi ya watoto kwao, lazima watoto wawepo. Kwa hiyo girls, watoto wa kike wanavaa pink na watoto wa kiume wanavaa bluu. Na kama hujavaa hii dress code, basi hautaingia, kwa sababu watu wengi wanapenda kuharibu party za watu. Mtu kashajiwekea watu wavae hivi, yeye anaenda na nguo rangi yake nayote akayee sasa kuna baadhi ya mastaa hapa mnawaona walivyovaa wajua kali, yani utacheka. Well, na hii ilikuwa Lamata fashion gala eh, Lamata village fashion gala ndio hii, wamekuja nazo wao hizi kuu jamani eh, eh, Lamata mwenyewe ndio huyu hapo mbona, meonangua alovaa yani, wamekuja na ile theme na wao ya kitoto. Haya, huyo love jua kali yeye kavaa zake yellow kipochi chake cha yellow. Yani, mmeona nywele zilivyopangapanga pidoli doli yani. <laughs> Leo ni kucheka tu. Haya, kitu kiko hapo. Dora kavaa na pampers kabisa, yeye kavaa kigauni chake cheupe kavaa na pampers ndani, yani leo ni watoto yani, dora yeye ndo kaua kila kitu <laughs> okay, kwenda Masanja na yeye kavalia kigauni chake kama cha princess baby princess na yeye kaja hivyo yani, vituko hey! Ndo wasanii wa jua kali ya ho wametoka na hayo mavazi and uh, kuna kuna video pia ya ya, ya gae ya wanaume walivovaa, na wao hembu tuwaoneni hapa haya Lamata Fashion Gala, Lamata Village Fashion Gala Village Gala, wanaume wamevalia zao hivyo hapo, kuna Chris outfit, kuna wengine wengine hapo waigizaji nini. Yes, mbona mahesam kabisa walivyotokelezea kwenye Lamata Village Fashion Gala, walivyotokelezea poa na nguo zao hevituko meona jamani, watu hao. hmm, tutaona leo, tutaona mengi yaani msikai mbali kwenye hii page. Leo tutaona mengi ya kuchekesha zaidi, hatari na nusu jamani, jamani, Dora mi kaniacha hoi, Dora kaniacha hoi na Ashaboko amemwona. <laughs> Ashaboko huyo hapo, amemwona yeye, kaja na gauni yake nzuri kabisa ya kitoto Umemwona hapo na vidolidoli vyake, jio fresh kabisa, huyo ashaboko mwenyewe mwenyewe na vidolidoli vyake, kichwa. Haya, huyu hapa Chris, Chris outfit iko na Judith pia, muigiza kwa jua kali, katokelezea hivyo na outfit ye kavaa zake, Cinderella huyo. Cinderella kala hiyo princess flani hivi, amazing kabisa. Haya, na huyu ni Preska. Yeye huyu ni mwigizaji, lakini mwigizaji kwenye tamthilia ya Tufani. Kama mnafuatilia huyu dada, huyo Linda huyo ama Betha, ndo huyo hapo yeye, kaja na hiyo dress yake amazing kabisa. Mimi siku zote nasema this lady she is my favorite. Nimeanza kumfuatilia toka TikTok akiwa anaigizaigiza sauti, nampenda sana huyu dada wa Preska she is my favorite. Okay, hiyo ndio outfit yake aliyokuja nayo, blue flani hivi, si rangi gani jamani, mnaojua kala vizuri eh? Hey, another video ya Judith eh, hapo tunamuona vizuri na nywele zake so nice you? and uh, this is alivyozipamba pamba mwana heri. Ye kapendeza, yani hajaja kitoto sana, yani kaja kitoto, lakini the dress is is amazing, like the color is nice, na nywele zake alivyozibana ya yeah? theme ya kitoto kwani jamani, theme ilikuwa ni ya kitoto kuvaa? <laughs> Okay, they all looked good ila bwana, walionichekesha zaidi ni hawa. Wasanii wa jua kali au? <laughs> nyinyi mnaonaje? Leo tutaona mambo mengi leo, huu ni mwanzo tu, tusubirie tuone hapo wengine watakujaje. Hawa nimewapata tu awa, wa um, wajuakali wajua kali na wana masta wengine wale ambayo si wa wajua kali ni ule mmoja tu pris, Priska, lakini waliobaki wote ni wajua kali. Kuna Osiki na Mwana Heri, kuna <laughs> Dora jamani, Dora <laughs> kina Dora, kina Lamata, amemwona love love, jua kali Asha Boko eh, Judith wajua kali, na wale wanaume ya yeah, hii ndio thimu yao waliokuja nayo. Ndo mi nashanga, kwani thimu ilikuwa ya kitoto wavae kitoto. yeah, lakini obviously itakuwa ni thimu hiyo walioambiwa labda wavae like yeah. <laughs> wameatende kwenye a, a child's birthday na wao wameenda like, like kids. But, uh, all I can say is that wamependeza ya kusema la haki, wamependeza kuanzia kichwani mpaka eh, chini. Hawajataka kwenda outside the theme, wako na ile theme ya kitotototo. Kwa hiyo kuanzia kichwani umevaa kama mnavyoona vimidoli doli hivi nini nini eh, mpaka down dress zao, wengine umevaa zile tainini, stock zile like they all look good. Okay, tuendelee kuangalia hapo mbele. Haya, Mwanaheri apo yuko na nani? Huyo huyo Luka usi Luka wa Juakali okay, ya, wamependeza sana sana sana sana. Na huyu ni mutra pia wajua kali eh, handsome kabisa ye, hivyo ndo alivyotokelezea. Ya wanaume wote wamevaa hivi kwenye, ya hapa mwangalie ni mwangalieni huyu Saidi Saidi, msikilizeni hapa kidogo <laughs> <laughs> Yeah, yeah. Huyo ni mchekeshaji Saidi Saidi, yeye kavaa hivyo namna. Mnasikia alivyokuwa anasema hali <laughs> zao ngumu, wamekuwa kama wanafunzi wachekechea. yeah, they are all kids. hadi wanaume nao wamevaa mona kama wanafunzi kama watoto. yeah, they all look good kids. Mwekeni comment yenu hapo chini eh? Drop your hmwonekano wa masta wasanii wajua kali nau wengine wachache nilowaweka hapa and an and sahau kuuikn kaini hapa, msiende mbali. Hawa ni masta wachache tu, nitakuja kuonyeshani bado. Kuna kina Nandi, kina Hamisa, kina Wolpa, wote hao tuwasubiri. Uncle T, tuwasubiri, tuwaone wamekuja wamevaa nini. Stay tuned.